Nishamwambia Diamond ache uongo, ulishadanganya sana, ulishaishi sana uongo. Kwa hiyo salamu sk hawezi kusimama kwenye kwenye vyombo vya habari. Akasema pachesa tumekula za uso hujuksawe, makini sana, ipo siku nyote itakuja kufyonza. Mtazamaji wa Dudubaya TV karibu tena, wakati mwingine tumekutana hapa kikubwa zaidi. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao mmekuwa mkisubscribe na kutufolo kwenye mitandao yote ya kijamii kama Dudubaya na ukiangalia Instagram utaandika tu Dudubaya official, lakini pia uh, TikTok ni Dudubaya official na YouTube Dudubaya TV. So tunashukuru sana kwa kuendelea kusubscribe na kutufolo kwenye mitandao yote ya kijamii. I go by the name JS na of course, huyu ni Dudubaya na mara nyingi tunazungumza naye. Brother Konki, hongera kwanza, nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo umekuwa ukiifanya na kile ambacho kimekuwa kikionekana pia kwenye mitandao ya kijamii. Hongera sana. Nashukuru. Karibu sana, asante sana. Salamu yetu, salamu alaikum. Mm. Tumsifu Yesu Kristo. Brother Konki, kuna vitu vingi sana ambavyo vimeweza kutokea na watu wengi pia wanakufuatilia kwa sababu ya vile ambavyo unakuwa nazungumza, lakini pia komenti za watu zimekuwa nyingi sana, wengi wametamani tuzungumze kuhusiana na mambo ambayo yamekuwa kitokea kimtandao zaidi, na wakasema Brother Konki tunaomba uzungumzie kuhusiana na kile ambacho kimetokea uh, Diamond kusafiri na kwenda kujaza uwanja London, lakini pia na show yake ya Manchester, lakini nyingine pia alifanya Scotland na amemaliza tour yake ambayo alienda kufanya kule. So watu wengi wametamani kusikia neno lako, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wamesema kwamba Diamond Platnumz hajajaza ile show yeye peke yake na kuna wengine wanasema kwamba kajaza yeye peke yake, kwa hiyo kumekuwa na vuta ni kuvute. Wewe umekuwepo kwenye muziki kwa muda mrefu sana na umefanya vizuri kwa muda mrefu sana, na bado umekuwa ukiwasemea wasanii. Nataka tuzungumze, Diamond ana meneja mzuri, Salamu SK, ambaye amekuwa ni meneja ambaye anafanya vizuri sana kwenye eneo za kimataifa, na Diamond kaenda kimataifa. Konki, unataka kuzungumza nini kuhusiana na show ambazo amefanya Diamond Platnumz nje ya Afrika kwanza. kwanza ni kushukuru kwa kunipongeza mm, kwa kwa harakati zangu za msema, msema ukweli mm. mimi moyo wangu alivyoniumba Mwenyezi Mungu kapandikiza haki na ukweli okay. ajapandikiza chuki, wivu na roho mbaya mm, na uchawi mm, na uongo mm, hivyo ni vya uh, shetani. mimi ni son of God ah, mimi nafuatiwa na millions of people all over the world tuko hapa Dudu Baya TV na we JS, yes, lakini Marekani wanasubiri, Ulaya, Asia na mpaka Afrika. Dudu Baya Konki Master Holy Chafu, mamba kazungumza kitu gani? swala la tua ya Diamond m inahusu Bongo Flavor mm. kama tukija kiutaifa ki, ki, yeah, sure. meneja Salamu SK kaishi sana Sweden, Ulaya yote ile anayejua vizuri for many years, na ndio Tanzania tunaweza tukasema ndio meneja pekee ambaye tunaweza tukasema international manager. Okay. Ma manager wengi ambao wametokea Tanzania na ambao wapo, tunasemaga kwa Kiingereza ni loko, loko managers. oo mm. Sawa, loko maana yake ni kitu ambacho wakiendi nje ya eneo lake husika au nje ya nchi, na ndio maana tukija hata kwenye vinywaji bia za Tanzania hizi tunasema ni loko Sio kwamba mtu akisema loko kama ni tusi, wajua kuna watu wengine haelewi. Hey, anaona kama umemtukana. kama umetukana loko. Mm. Ni kitu ambacho hakivuki mipaka. Kwa hiyo hata vinywaji bia zetu hizi ni loko. Mm. Tukisemea vinywaji international ni sawa sawa na Heineken. Okay. Inatoka natoka Uholanzi, na iko dunia nzima. Hmm. Na vinywaji vingine nafikiri umenielewa Hennessy. Hmm. Jagermeister, Chanel, Grants Jack Daniel, hizo ni international drinks. mm. so kwenye mziki pia tuna hilo jambo kwamba mimi ni international, lakini mimi nakuja kujikita pale pale kwamba Bongo Flava mm. haijafika international, lakini Tanzania mm. tuna kitu cha, cha, cha kulazimisha jambo mm. au kusifia jambo ambalo halijafikia hapo, na mashabiki tuna kiherehere kwa sababu labda mi ni tim Diamond, basi ni msifie tu hata mm. kama amehalisha timu Diamond watasema ni vile vile. Mm. Tunatakiwa Watanzania tusimame kwenye ukweli mm. na ndio maana Tanzania tukija kwenye mpira, Simba na Yanga, Simba tuko vizuri sasa hivi, lakini kaa na mashabiki wa Simba, Simba tuko vizuri, Simba tuko vizuri kwa sababu tumetimini, Simba tufikie hatua kama wenzetu mm. Ulaya vibaya timu tupambane mm. mm. mm. tu mashabiki hawaende. Ndio maana kuna mashabiki na wapenzi wa timu wa ambao Simba kifungwa mechi tatu hawaende, au ni mashabiki mandazi? kwa hiyo ndio maana kuna ma, wapenzi na mashabiki sasa, hawa ambao mtu ajajaza show sio yake, wao wameshika kidedea, kajaza na show sio yake, anasema ni show yake. Hawa ni mashabiki mandazi, sio wapenzi wa mziki. hmm. na ninajikita kwenye pointi nyingine, huwezi kwa kile unachokifanya kufanya vizuri siku zote, wewe sio malaika. Hata Mheshimiwa Rais hawezi kufanya kila kitu perfect. Kuna siku anakosea. Hata mfalme kuna siku anakosea. So umeshaelewa? Hata watakatifu tuliokuwa nao duniani, manabii, kuna kipindi walikosea. Mwenyezi Mungu akamwambia no, hapo umekosea, fanya hivi na hivi, na hivi. Malaika anatumwa. Asiyekosea ni Mwenyezi Mungu tu, Yesu mtakatifu na Mtume Muhammad ndio watu wao lakini wewe eti kwa sababu uko team Diamond ndio basi wewe ni kushajadia tu, hata kama hajajaza wewe ni kungangania tu kujaza. hata Unakumbuka show ya uleno, watu walivyokuwa wanasema kaimba mchana, na kweli show kama zile mtu anaomba. Lakini huku wanafanya kama Diamond kaitwa. Ndio maana tukishafika kwenye mashow makubwa hata, na mm. Hata mimi mwenyewe naona kabisa hapa, nina albamu yangu mpya nataka watu waijue Alafu niko London, alafu kuna show tamasha kubwa mm, naenda pale, namtuma hata na meneja bwana mm, msanii wangu anataka aimbe free kwa ajili ya kujitangaza. Lakini sasa wenyewe huko Tanzania, mashabiki mandazi, sasa ndo wazadia. Unaona, kaitwa kwenye tamasha kubwa, kumbe msanii wako aliomba kuimba ili kujipromoti. Ni sawasawa na sisi kwa hapa Tanzania, mi naenda kupiga show mwanza au Mbeya, mandagraundi wa Mbeya wanakujaga hotelini kuomba wawekwe kwenye listi ya kupafomu mwanzoni kabla yangu mimi au msanii mkubwa. Kwa hiyo hiyo iko dunia nzima, kutangaza kipaji chako. Kuna tuzo kubwa, msanii management inaenda kuomba ili aperform pale, na akimaliza aseme albamu yangu inatoka Ijumaa, ili watu wawe tayari kujua fulani anatoa nyimbo. Mpaka mastaa Marekani kwenye hizo tuzo, hiyo wa carpet wanaitumia kutangaza kitu kinachokuja. Sasa, Tanzania tuna ile tu ushabiki mandazi na hivi vyombo vya habari kama Wasafi wana ile kielele tu kusifia kutangaza uongo, vitu ambavyo hii. Kufeki unajifeki mwenyewe, umfeki mtu Shana, kama nilivyo sasa wanzoni, nyimbo zetu hazipigwi kwenye redio za Ulaya na TV za Ulaya, show zinatangazwa kwenye kwenye mitandao ya kijamii inakuwaje we uwe mkubwa Uingereza? Inakuwaje we uwe mkubwa Marekani? Kwa walisia na service hizi kompyuta AI watu wako mia mbili wale wanaongezwa una, yani una, unashanga mtu anaweza kapiga show kumbini, lakini ikaeditiwa akaonekana alikuwa kwenye uwanja. Kama mnakumbuka vizuri Watanzania, kipindi cha corona mashabiki hawaruhusiwi kuingia uwanjani, chama cha soka Spain kilifanyaje ili mtazamaji kwenye TV hapate mizuka ya kutazama mechi. Hawakuweka watu wa kompyuta wa kwenye uwanja mzima JS? Uongo kweli? Uongo kweli? Waliona kabisa kwamba ndio timu zimeruhusiwa kucheza ligi endelee, lakini ili watu wakae kwenye TV kufuatilia hizo mechi, lazima tutengeneze kitu cha kumshawishi mtu akiwa nyumbani, dunia nzima atazame nini? Atazame mpira. mm. Kwa maana gani? Ligi imedhaminiwa na kampuni mm. si ndio? mm. za matangazo kwa pesa nyingi. Kwa hiyo watu majumbani wasipotazama tv, maana yake zile kampuni zimekula nini? Hasara, hasara mm. ndio wao waka create kukao wanajaza watu kwa njia ya kompyuta uwanja mzima, na wanaweka yale makelele. Na ndio wao watoto wa siku hizi, anapiga show kwenye ukumbi, edit ana edit kama yuko kwenye uwanja kumbe alikuwa kwenye ukumbi. Anasema nilikuwa kwenye arena, kumbe akuwa kwenye arena, alikuwa kwenye ukumbi wa kawaida mm. kushana. Kwa hiyo Tanzania tufikie hatua tuwache uongo, uongo haudumu. Dunia sasa hivi mm. ni kiganja. Kuna watu wako Uingereza, wako Scotland kule, wako Manchester. Utazalilika, acha uongo. Ishamwambia Diamond acha uongo, ulishadanganya sana, ulishaishi sana uongo Uongo utakuja kutokea point, utakuja kuzalilika siku moja. you can fool people for many many times many years, lakini siku moja tu ukazalilika. Dudu Baya, um, umezungumza ukasema, uh, kuna local managers na uh, international managers. Salamu SK ni international manager, si ndio? kwa kwa unachokizungumza, inamaanisha kwamba uh, Salamu ametudanganya pia na kwamba Salamu hawezi kumfikisha mbali zaidi Diamond kwa sababu tumeonyeshwa kwamba Diamond Platnumz kafanya show kubwa kwenye ukumbi ambao aliwahi kujaza Rema, umenielewa kina Bana Boy waliwahi kufanya hapo performance, na pia tumeona tour yake ya Manchester, Scotland na sehemu ambazo ameweza kufanya kwao. Nataka kutuambia nini kuhusiana na kile ambacho wewe hujasema kwamba Manchester na Scotland hajajaza? Si ulisema sina, nyinyi mmeona na mashabiki wao, hizo ni baadhi ya clip, labda ndio maana wewe mwanzoni ulisema show yake. Tunazungumza show ile ya ya, kwanza ya ya kwanza ya London, ya London, haikuwa ya kwake peke yake, ila hawa wanatabia, yani wasafi wanatabia ya maisha ya uongo mm, maisha ya kufeki wao kauli zao wanasema kujiblandi shanela kuji kujiblandi. Kwa hiyo salamu SK hawezi kusimama kwenye, kwenye vyombo vya habari mm, akasema Manchester tumekula za uso mm, Scotland tumekula za uso show ile mm, tulikula za uso tulimba saa tano ni lazima alinde nini blandi ya msanii wake mm. na lebo pia ambao ni wasafi sawa. Hapo nikuulize swali kwa niaba pia ya watazamaji uh, tunafahamu vipi kwamba hii show kama hiyo ya London ambayo uwanja ulikuwa umejaa, sindio, na watu wakawa wanasema, uh, ni Diamond na wengine wanasema sio Diamond. Tunafahamu vipi kwamba huyu ndio mwenye show? Kwa sababu kwa Tanzania hapa tuliona Diamond ndo kaposti ana show London na uwanja kama tulivyoona ulikuwa umejaa, tunafahamu vipi? Wewe umefanya muziki, tunajuaje kwamba huyu ndio msanii ambaye ndio main mwenye hii show? Kwanza wa Tanzania mm. na nyinyi mashabiki mandazi wa Wasafi ambao mna vikomenti wee vya kijinga wakati hamna uelewa, hakunaga tamasha lolote au show yoyote haina jina. Okay. Umeona kama Tanzania mm. sikuna tamasha la Fiesta mm. lakini kila mwaka waga wana nini wakuna slogani mm. enye mm. mm. kuna slogani Wasafi kila na wenyewe Wasafi festival elfu mbili na kumi na ngapi, kuna slogan. Mimi kwa mfano, show zangu nyingi, waga mara nyingi, waga mapromota wanashauri, wanasema usiku wa wa nani wa konti masta okay. usiku wa mamamba mm. Kwa hiyo show lazima iwe na jina. Sasa, Watanzania, rudini kwenye hizo post kwenye Instagram kwenye TikTok ambazo walikuwa wana posti wasafi, kuna jina la show pale? Maana yake walishindwa kuandika jina la show. Huenda hata lilikuwa limeandikwa Africa Night, hmm. lakini wakatengeneza posti yao bila jina la show. Ukumbi jina lipo, kampuni iliyoandaa jina lipo, kiingilio kipo. Ehe. Jina la show <laughs> sawa alipo, lakini wanasema wale wasanii ambao wameperform na Diamond kwenye akaunti zao hawajapost hiyo show. Kwahiyo obvious inaonyesha kwamba ile show ni ya Diamond, wewe usimlazimishe <laughs> baki unavyoelewa wewe na mimi ninavyoelewa <laughs> na, nataka nikujazie hapo pia konki. Mimi nataka tukuuliza kwa niaba ya watu um, kwa jinsi ambavyo unaona na maono yako, ni kweli Diamond peke yake anaweza akaijaza London kwenye huo uwanja? Haiwezekani, haipo hiyo, haipo hmm. Tusilazimishe, kina bana boi wanajaza, lakini unakuta wasanii kibao kutoka Nigeria wapo. Kwani Lema alijaza alikuwa peke yake? si walikuwepo wasanii kibao damu pia, alikuwa na kina Tiwa Savage walikuwepo, walio kina, uh, Flavor nani wale, kina, nani wameimba Mr. Flavor. Sasa kwa nini unasema ilikuwa ya kwake peke yake? Ah, sasa ni wasanii ambao wameimba nao baadhi ya nyimbo kwa wamewaharibu. Show mimi namaliza hmm. Mamba Dudubaya oil chaf konki tatu master eh, we live your life man eh. Dudubaya tv show ilikuwa sio ya Diamond wala sio ya kwake peke yake, ilikuwa ni show ya wasanii kibao toka West Africa na madj kibao kwa, ilikuwa ni kama concert yes. Ah, okay, ya wasanii wengi ila ya Manchester eh, Scotland ambako na kwenye hakujaza. Sasa ile ndio ya kwake okay, na akina Jux okay. Pamoja na nani na no, Omidimpo sasa huko okay, okay. mm, anakoendelea kuzunguka hizo ndo za kwake. Ile ile ya kwanza ilikuwa sio ya kwake, ilikuwa ya mkusanyiko wa wasanii wengi okay, ndo okay. maana aliimba saa tano, hmm. wale wenyewe wakaja kuimba baadaye. Dudubaya, atakuwa ameeleweka, na mimi pia kama maswali nimeyauliza vizuri, utaniambia hapo kwenye sehemu ya comment. Kumekuwa kuna maneno ambayo wewe pia uliwahi kuzungumza ukasema kwamba uh, uh, Jukes anatumika na Damo Platinums. Na kuna wengine zaidi wameenda mbali wakasema kwamba kwa sasa hivi kwa sababu Juksi kaoa mna Nigeria uh, basi huenda Diamond Platnumz anatembea na Juksi ili apate hiyo hiyo uh, hiyo tagi ya Nigeria. Na hiyo imekuwa ikiwafanya watu wakatafsiri kama hivyo kwamba huenda labda Diamond anatafuta kupata mashabiki wa Nigeria. Kwanza niseme kwamba kama unakubalika kama anavyosema hmm, Diamond anakubalika international kimataifa, hmm, kuna nchi ngapi Afrika hapo hujaitwa kwenda kupiga show? Kama ni South Africa, Diamond anaendaga kwenye tuzo, tuzo hizihizi tuzo, kuperform kwenye tuzo, wimbo mmoja, sio ni kawaida Nasemea South Africa ukapige show yako ujaze uwanja Diamond okay. alishai kufanya asa ni kitu kama hicho nakwambia hizo ni, uh, sports, ni, Na kuambia, mm. ni shughuli ndogo ndogo mm. nasema show yako kama hiyo um, wanaolazimisha yani ya London show binafsi Yes. okay. kama tunaona kina si, au tuliona Chris Brown kapiga show South Africa ni show mm. yake mm. alishai kufanya South Africa si, si Na anaenda mara kwa mara kule kuona watoto wake mm akienda South Africa ni event hizi kampuni fulani inazindua kitu fulani. Ah, okay. Mm. Sawa mm. Tuzo Nigeria kawaiga sana kwenye mziki Afrobeat, wote wakina Harmonize, sisemi tu Diamond, wakina Harmonize, wakina Rayvanny, wakina... wakina nani umeona wana... wameimba na wa Nigeria wamepata show Nigeria. Hapana. Ghana wamepata show Show aliyofanya Diamond Gana ni ile ya kwenye harusi, si birthday, si ya yule jamaa. mm. Sawa, kwenye mm. basi yule jamaa, si ipendeje, si nani. mm. Sawa, wenye hela za kafarao. mm. mm. kuna mali. kuna West Africa, nchi nyingi, nchi za SADC. Mm. Kongo tu hapa. Sijawahi kuona wasanii wote wanaojifanya wao ni international wameenda pale wakapiga, wakajaza kwenye uwanja, wakajaza. mm. Kongo tu hapa ni jirani unaweza ukapita hata kama tu ulishafika Kongo. Sasa tunapokuja kuanza kutumia watangazaji kwenye TV na redio kusema tuko international, wakati hata kontinenti yako Afrika tu hii bado haikubali mziki wako msanii. Kama unakubalika Afrika inabidi wikend huko Malawi, huko Zambia, uko Gabon, huko Ghana uko, uko Misili, uko wapi, uko wapi unaenda misi pale Ijumaa, jumamosi una show majiji tofauti tofauti. Unaenda Ethiopia, Addis Ababa, majiji tofauti tofauti tofauti tofauti. unaenda Kongo, Goma, unaenda Kinshasa, unaenda Tunisia. Hiyo ndio maana kwamba mziki wangu umepenya kimataifa, bado utaenda Ulaya, utaenda Marekani, utaenda Asia Dubai, utaenda China, wapi wapi. Kwa hiyo Watanzania tuwache kulishana matango poli Tuache kudanganyana, tunajidanganya wenyewe, tukubali Bongo Flavor haijafika international, na hakuna watu wanao wanaoleta propaganda kama hivi vyombo vya habari, ma DJ, watangazaji, wanaongea vitu ambavyo wa ni vya kijinga, na ndio maana mimi siye kuona taifa la watu wa kwenye media wapumbavu kama Tanzania. Ushaelewa, msanii anaweza kaja hapa wa Nigeria, anaipa milioni mia tano, anaanza anaenda kujenga hoteli, au wa South Africa Alafu haya ya Matanzania yanaanza kusifia. Davido ajenge tena. Wakati yeye imetoka hapo. Huyo msanii wa Tanzania kaimba na Davido unamlipa milioni mbili. Kama watatu unalipa milioni tatu. Kama ni kundi. Wengine laki tano. Huyo umempa milioni matano. Au milioni tatu au tano hawezi kushindana wa milioni tano. That is impossible. Ili Bongo Flava ifike international, tulipane vizuri. Yaani, msingi bora wa nini? Nyumba bora kitu si ni msingi. Kwa hiyo tuanze kulipana vizuri kwenye shughuli zozote zile, iwe kwenye makampeni. Kuna chama cha siasa kinakutaka mm, kuna pesa juu inatoka mahera kibao. Msanii anaambiwa, mheshimiwa anaomba support. Msanii anaambulia kwenye basha la kitano, kila kampeni, kila mkoa 500 anaweza kazunguka mikoa ishirini kwenye kampeni laki tano tano kwa, kwa kampeni mikoa kumi, hey. tano tano. Ah, tano, Milo, ili, na, ana milioni tano mikoa ishirini ana shilingi ngapi? kampeni mikutano ishirini kwa laki tano tano, sio milioni tano mikoa ishirini. wakati wa Mnaijeria au Msouth Afrika anakuja anakuja hapa mm, milioni mia tano kwa shoo moja. Kwa hiyo hatuwezi kushindana kimataifa. Ni sawa sawa tu hata na wafanya biashara wakulima iwe wafugaji, kwenye ile. Kwa nini wafugaji Tanzania wanakana ni maskini, wakulima ni maskini? Muuliza hata waziri wa kilimo eh, Hussein Bash anahangaika kila siku, walima tumbaku wanahangaika mashambani, bei. Watu wanajipangia tu bei, mtu kasota mashambani, wauza kawa hivyo hivyo, wakati kawa hii ukiipeleka Ulaya, ndio ndio tamu, ndio yenye ubora Okay, ukija si wafugaji hizi nyama wakichinja steak zinaenda Ulaya lakini waulize sasa hao wanaopeleka nyama Ulaya huyu mfugaji huko yuko Isaka yuko wapi huko mikwani? Huyo ng'ombe wanamnunua kwa shilingi ngapi? Very cheap. Sasa huyu atakuwaje bora kwenye ufugaji wake? Atakuwaje bora kuwatunza? Na ndio maana unaweza ukakuta we JS. We ni mfuga ng'ombe. Lakini huna zana, huna vifaa, huna hata josho la kuoshea wale wale ng'ombe ili wasingatwe na wadudu. Wewe, mimi nikija kununua ng'ombe nawakuta wamekondeana mm. Ushaelewa wamefanya nini? Wamekondeana. Mimi nikiwanunua inabidi tena nikawahifadhi sehemu, kwa sababu mimi ndo mwenye hela, nataka steak iende Ulaya, nianze kuwalisha tena, wanenepe kilo ziwe nyingi, ndio baada ya hapo mimi ndo naanza kuchinja, kupaki, kupeleka wapi international market mm. Uone sasa kwa hiyo kwa nini wafugaji hata wavuvi, kwa nini wako kwenyeli? Kwa sababu wana biashara inanunuliwa. Wakorosho hela ndogo isiosa. Sasa na kwenye mziki show, hela ndogo, msanii hawezi kwenda international kwa staili hiyo. Tukibaki kwenye swala la msingi kuhusiana na juks kutumika, ujanijibu uja swala la juksi hmm, sio mimi <laughs> mimi mwenyewe nilisikia kwenye vyombo vya habari hey. Ikiwepo hii FM akina Jonijo wa hey. Walikuwa na huo mjadala baada ya tuzo za Tres hey. Kwamba Diamond akiwapa juksi huko hapa hmm. Lakini yeye anakuwa, unajua, kimvuli waga akionekani hmm. Anaonekana yule mtu hmm. kimvuli paka kuwe kwenye jua kani. kali sana kwao akasema akiwa na Diamond kama kivuli eh. Umeona kwenye harusi ya Nigeria mpaka hapa anaye shaini ni nani? Diamond. kuliko yeye hmm. na watu mpaka wa kawaida sehivi mitano ukikaa, ukikasemasema huyu awe makini sana hmm. Ipo siku nyote itakuja kufyonza. Kwa hiyo kama Diamond wanajaongea kwamba anavizia nyota ya Juks. Sasa Juksi atajua kajipangaje, shanelewa okay, vizuri kwa hiyo mm -hmm. ni kwamba swala, swala... kwamba Juks anatumika na Diamond ili Diamond aweze kupata mashabiki wa Nigeria, kwa sababu nikiona wote wawili Juks anamuhitaji ndio maana hata nyimbo alizofanya na Diamond okay, alizo ndo zimefanya vizuri kuliko nyimbo ambazo azafanya na nani na kwa hiyo kila mtu anamhitaji mwenzake Sa <laughs> mm. Sasa bwana Simba sijui yeye sasa anataka nini kwa Jux <laughs> lakini nachojua Jux anatumia ukubwa wa Diamond kupushi mziki wake, na hilo sasa nasema kwa sababu uh, sasa Jux kwa Nigeria kwa sababu ya mke wake, kwa hiyo uko naye Benedict, sababu Diamond anatamani sana siku moja apige show kubwa Nigeria, yani fokasi yake kabisa ukimtazama Diamond yeye anachotaka ni Nigeria, na ndio maana hata kwenye harusi ya Jux alimwaga mwa hela yote hiyo. Ni asili. Kwa nini wa Nigeria hamnipi show? Kwa nini Ghana hamnipi show? Kwa nini West Africa hamnipi show? Sasa hivi alipiga ile show ya Gabon, si ndio? Yes, okay. Nchi zote za Sadek, South Africa, Zimbabwe, Namibia, Lothoto kote kulaje kupiga show